Nguo iliingia kwenye bodaboda hivi ndivyo hali halisi ya maisha ya mrembo Asha mkazi wa Kayezi, kata ya Mafisa, manispaa ya Morogoro. Mara baada ya miaka mitano iliyopita kupata ajali ya pikipiki, Asha anasema alikuwa akielekea kwenye shughuli zake za kila siku. nikapata msaada kwa mtu akaniletea nguo pale, alikuwa anapita barabarani akanipa, nikaendelea na, na shughuli zangu. nguo aliyovaa iliingia kwenye tairi la pikipiki na kusababisha kupata ajali anasema kwa kipindi hicho hakuweza kupata maumivu yoyote, lakini mara baada kukaa muda mrefu ndipo alianza kujisikia maumivu. Nikaenda famasi nikachukua dawa, basi nikaendelea na shughuli zangu, sikwenda hospitali. Sasa siku zilivyokuwa zinazidi kwenda, nikajikuta viungo vime nini vimeparalyze. Kwa sasa Asha maisha yake ni ya kuomba omba kwa Samaria wema baada ya shule aliyokuwa akifanya awali, kwa sasa hafanyi tena. tenakua anauza mchele marage, nilikuwa ni kwa anauza dukani vingine like naweka kwenye pakeji na sambaza kwenye maduka maofisini. Kayo ndio ilikuwa biashara yangu. Sasa hivi hamna, nimefunga kwa sababu so, hakuna wakuni sapoti. nimeweka mtu akanibia. Basi maisha yake yamekuwa yakitambaa muda wote kutoka hapa katika eneo hili, hii ni Ayo TV na millardayo.com. mimi ni Jacob Sojo, na changamoto ya kutotembea huu mwaka wa sita unaenda. Changamoto yangu ya ilitokea, nilikuwa naenda kwenye biashara zangu, nilivyofika Moruasa mm. pale nikapata ajali, nguo iliingia kwenye bodaboda. Baada ya hapo, yaani nguo ilichanika kabisa. Nikapata msaada kwa mtu akaniletea nguo pale, alikuwa anapita barabarani akanipa, nikaendelea na shughuli zangu. Nikaenda famasi nikachukua dawa, basi nikaendelea na shughuli zangu, sikuenda hospitali. Sasa siku zilivyokuwa zinazidi kwenda nikajikuta viungo vime nini vimeparalizi. Ndo mpaka sasa niko tu nimekaa, sina msaada, nimeshamaliza hela, biashara zikafa. Wewe nipo tu, hakuna msaada. Mi ndo nilikuwa tegemezi kwenye familia, kwa hiyo hakuna tena, yaani sielewi hayo ya maisha yanaendaje, nipo tu kwa sasa, sielewi. Na baada ya kwenda hospitali, na ulienda hospitali gani gani na alikwambia nini labda? Mwimpiri. Mwimpiri, mm, na nilienda Mwembili, walimfanyia vipimo lakini wakuona kitu, dokta akanambia kwamba itakuwa ni dalili ya stroke, na kweli mpaka sasa hivi sijatembea. Ukanandikia kliniki nio naenda yanyuro, sikwenda kwa sababu pesa hamna. Ndo basi niko mpaka leo nyumbani, hamna tena kwenda hospitali hamna, n na angaika tu kwenye dispensari naenda labda nikisikia maumivu ndo huwa naenda. Na umeumia nini? Mtu akikuona unaongea hivyo, labda hawezi kuamini, labda umeumia nini hasa? Umwambie nikikaa, e, hivi mtu hawezi kujua, ila nikiinuka ndo watajua. Mgongo unanisumbua kuanzia huku chini, huko hakuna kazi, siwezi kutembea, mgongo unaniuma sana. na kwa sasa labda mtu akitaka kukusaidia anaweza kukusaidia kwa kupitia nini? Namba yangu ya simu hivyo hivyo, nitaje: sifuri sita tisa tatu mia mbili na moja mia tano na tisa. Jina Faustini. Kama mtu atanipigia kwa ushauri kwa kunisaidia, sawa wow. Na kwa sasa wewe unatamani labda urudi hospitali tena hospitali au unatamani niju, nini sasa nijue shida tatizo. Unasema wakati unapata ajali ulikuwa unaenda kwenye shughuli zako, labda watu wapate kufahamu ni shughuli gani, na sasa labda shughuli hizo zinaendelea au? Nauza mchele marage, nilikuwa anauza dukani ingine a kwenye package, na nasambaza wenye maduka maofisini, kuondo ilikuwa biashara yangu. Sasa hivi amna, nimefunga kwasababu, so, hakuna wakunisapoti, niimweka mtu akanibia, basi nikarudi tena na nyuma kwasababu nilikuwa sina wezo tena wakuenda wakasimamia hmm. Na hapa wewe unaishi nani hapa? nafaga na mdogo wangu. Aiya, ayupo muda mwingine, anasaidiwa kuna mtu anasaidia mama mmoja hapo, basi, maisha yanaenda. na mahitaji labda unapata wapi? to hivo nikuambie, mtu akijisikia, ukimuomba hela labda rafiki anakupa, maisha yanaenda kidogo kidogo. Hmm. Sawa. So, licha ya kutaja namba ya simu lakini pia kuna viongozi kuna rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia, lakini pia kuna waziri wa afya, labda nao ungependa kuwaambia nini kuhusiana na tatizo lako? Mi napenda ku, ku, ku, kuambia wanisaidie tu niende hospitali nirudi hospitali niangalie.